Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 9 Januari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Adriano wa Kantabari Abate. Adriano alizaliwa karne ya saba nchini Italia aliingia katika shirika la Wabenediktini. Aliteuliwa abate wa monasteri ya Nerida karibu na Napoli Italia, kwa sababu ya elimu na utakatifu wa maisha yake. Akiwa bado abate wa monasteri hiyo, Papa Vitaliani alimteua kuwa askofu mkuu wa Kantabari huko Uingereza. Kutokana na unyenyekevu wake alijiona hastahili na hivyo kukataa kupokea wadhifa huo. Hata hivyo, alimpendekeza monaki mmoja Mgiriki, Teodori, aliyekuwa na miaka sitini na sita, ashike wadhifa huo badala yake. Papa alikubali, lakini alimtaka Adriano aende pamoja na askofu Theodori akawe mshauri wake. Baada ya kuwekwa wakfu, safari ilianza kuelekea Uingereza mwaka mia sita sitini na nane, lakini wakiwa njiani Adriano alikamatwa nchini Ufaransa na kuwekwa kizuizini kwa miaka miwili kwa tuhuma za kupeleka taarifa za siri Uingereza za mfalme wa himaya ya mashariki ya Roma Konstansi wa Pili. Alipoachiliwa na kufanikiwa kufika nchini Uingereza, aliteuliwa kuwa abate wa monasteri ya Mtakatifu Petro kule Kantabari. Monasteri hii ilianzishwa na Mtakatifu Agustini mwaka 605 na baadaye ilikuwa kituo maarufu cha elimu nchini Uingereza. Kutoka katika kituo hiki na vingine alivyoanzisha Mtakatifu Adriano walitoka wamisionari maarufu na wasomi watakatifu ambao katika karne ya nane walikwenda kupanda mbegu ya Injili nchini Ujerumani. Na kuamsha imani katika kanisa la Ufaransa. Adriano alikuwa mtaalamu wa lugha na hivyo alitumia kipaji chake kufundisha Kigiriki na Kilatini. Alifundisha pia maandiko matakatifu, fadhila, mashairi, elimu ya anga na kuhesabu kalenda. Adriano alikuwa mwalimu bora kwani wanafunzi wake walijua Kilatini na Kigiriki kama walivyoijua lugha ya Kiingereza. Adriano alifundisha kwa miaka 39. Mtakatifu Adriano alifariki dunia tarehe 9 Januari mwaka 710 akiwa amefanya mambo mengi mazuri kwa ajili ya Mungu, kanisa na shirika lake. Itukuzwe damu ya Kristo milele, amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya mtakatifu Adriano: mti uliokatwa unachipua tena, kilichotupwa mara nyingi hurudishwa. Kwa hiyo lazima kila wakati kupunguza matawi yasiyozaa katika maisha ya kiroho ili yachipue tena upya. Watakatifu wengine siku ya leo tarehe 9 Januari: Mtakatifu Adriano, Mtakatifu Julian, Mtakatifu Marciana, mfiadini wa Algeria, Watakatifu Epictetus, Jucundus, Secundus, Vitalis na Felisi, Wafia dini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Adriano wa Kantabari, abate, utuombee.